Kwa kweli nimeridhika na jinsi ambavyo timu inajiandaa na maandalizi. Nimeshuhudia jana wakifanya maandalizi ya jana, leo ni siku nyingine, timu inafanya maandalizi pia kwa ajili ya mchezo wa kesho. jambo yeah, moja ambalo nimelibaini na ambalo kwa kweli linaleta matumaini ni kwamba morali ya wachezaji iko juu sana, na kama morali ya wachezaji iko juu maanake ni kwamba wamejiandaa kwa ajili wame ya pambano la kesho, na hapana shaka kwamba tutaibuka na ushindi nilipata fursa ya kuwazungumza nao jana e, wakiwa mazoezini. Niliwaambia jambo moja tu kwamba pamoja na kwamba tumepoteza pambano lililopita e, lakini mashindano ni sawa na vita e, kupoteza pambano e, haina maana kwamba vita imekushinda. Vita inaendelea na tunaendelea e, ukishindwa pambano moja unarudi nyuma e, kujipanga kujiuliza, nini kimetokea, kwa nini umeanguka, kwa nini hukufanya vizuri ili upate majibu na nguvu mpya ya kusonga mbele. Na ujumbe huo naamini kwamba umepokelewa vizuri na wachezaji na unanipa matumaini kwamba kesho tunayo nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Kwa nini balozi niko hapa eh? Katika sera yetu ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, moja ya jambo ambalo tunalipa uzito mkubwa ni diplomasia ya michezo, na naona kule nyumbani mambo ambayo serikali inafanya, ujenzi wa miundombinu, kutunga sera na kusimamia sera ambazo zitachechemua michezo. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu michezo ni ajira, e, michezo uh, ni afya, lakini michezo inaongeza umoja na mshikamano katika nchi. Ujumbe kwa wana Simba ni, ni watoe mashaka, wasio na washaka, wasio na wasiwasi, e, waamini kwamba timu yao iko vizuri, e, morali iko vizuri na hapana shaka tutashinda kesho katika mchezo unaotarajiwa kufanyika kesho.